Mmechaguliwa ama mko Malindi ama mko wapi? Kwa nini nyinyi musiwe gangari katika kusema bwana, sisi tuna wachezaji wetu hawa. Wakati wa scouting tunataka waangaliwe. Wapewe hiyo opportunity. Kwa nini opportunity kama hizo ziwe tu kwa klabu mbili tu ama tatu tu kule Nairobi? Na ukiangalia pia wale wachezaji kule siko kwa hati wote ni wazuri. Wachezaji wengine ni kwa kawaida tu huku, huku mwanzo kama huku cost, ukiangalia cost, kuna wachezaji wazuri kote from Lamu mpaka Kwale, huko ukitembea kuna vijana wazuri, na kama ulivyosema, si lazima lazima mtu awe yuko katika Super League ndio achaguliwe. Si lazima kwa sababu mimi kiwa mimi kiwango changu cha mpira kiko juu kuliko pengine mchezaji yote ambaye yuko katika katika Super League. Kwa nini nisichaguliwe? Mbona nchi za nje kule wao wanaangalia wakenda scouting hawaangalii manake division gani, division gani? wanaangalia talent ya mtu kile kipimo, kriteria ya kuangalia ni mchezo. Mchezo ni kwa kuwa huyo ana uwezo gani, yuko sawa, anaweza kucheza, tukimchukua wewe, anaweza anaweza kuperform. Hayo ndio vitu katika vitu muhimu. Afu njagu pingine utupe kimfano hasa, kwa sababu wewe umepitia njia hii na kuonekana kwako kulikujaje, mpaka maanake na vipi ulichukuliwa na watu wengine wasiamini kwamba wewe watoka Mombasa? Hebu tueleze mifano kama hivi, tupate wingi akilini vizuri. Nilipokuwa niko Nairobi nasoma kule, nilikuwa nikifanya mazoezi mwanzo na University ya Nairobi, kulikuwa kuna rafiki zangu wengine walikuwa ukiniita, nikienda kule kufanya mazoezi na wao, ile timu ya timu yenyewe ya Nairobi University alikuwa kwa, kwa kinichukulia mimi kama mmoja katika wanafunzi pale, na mimi nilikuwa nikisoma technical school na sisomi na wao, na kila katika kila gemu zao gemu zao za ile inter university, mimi nacheza kama kama mchezaji wao. Kutokana sasa na kucheza namna vile, nikapata vile vile opportunity ya kuokuwa, tukaitwa mwanake, nafikiri kama Uh, coach ikitwa uh, nani huyu wa uh, Harambee Stars, Jonathan Miva a uh, a uh, Fabish Mata Fabish huyo, uh, uh, coach wa uh, Harambee Stars ga yule Makoha Mulwa Marshall Mulwa Marshall Mulwa alitangaza kwa kuwa vijana wote ambao ni wachezaji katika kila province wachaguliwe, kwa kuwa walikuwa kutaletwa coach kutoka nje. Basi na mi nikafanya application nikaitwa kule kule Nairobi nikaitwa nikajoin, oin nikajoin, tukakutana na Fabish. Wakati tulipokuwa na Fabish tukatengeza timu sasa, tu huko twafundishwa na huku tuna, tuna team. Team na, eh, timu ile timu ikawa, sasa tunafanya mazoezi trial, tunacheza na timu mbalimbali huko hmm. tunasoma ukacheza na timu kama Volcano hmm. uh, tukacheza na timu kama hiyo FC wenyewe mm -hmm. Alafu sasa wale FC walipokuwa wameniona wakaona huyu, huyu. Tukutumu, poch, ni mtu tunaweza kumtumia huyu, ni wakanifuata, wakani, kuna meneja wao mmoja akanifuata fuata, akanambia njoo njoo, join join. Ka mimi katika mazoezi yao, fanya mazoezi sehemu za kule ile forest moja ilitwa nini huku nje ya town eh, Ngongo huko, sehemu za Ngongo kulikuwa tukienda kufanya mazoezi huko. Unakuja mtu unachukuliwa pahali, mnakwenda mnafanya mazoezi. Basi tukawa sasa tuna hivyo hivyo, kila kikuja friendly game, wananiita, njoo tu, ucheze, tunacheza paka ikafika time wako tayari wata, wanataka, wanataka kunisajili mm. Mm, wanataka kunisajili lakini ikawa kuna mvutano, nafikiri yule niva labda alikuwa hakupendelea sana, sijui ama vipi. Na vilevile vile ilipokuwa sasa tunaendelea hii katika kucheza huko ni tukacheza games kama licheza game na, na youth ya Nigeria, walikuwa wametoka kucheza sehemu ya Zimbabwe, walipokuwa wapita kwenda zao Nigeria, tukacheza nao. Tukacheza nao, nikapata opportunity kucheza nao national team baada ya hapo tena tukacheza na Harambee Stars ambayo ilikuwa imealikwa kwenda Iraq, sisi tukiwa ni wale makochi. Maana wakacheza kina pamoja na uyuriki Hussein Hussein Heri, mm -hmm. Koko naye, kulikuwa na goalkeeper kipe yule Shedu Richard, wao walikuwa kwa KTM. yule kama mkumbuka goalkeeper alikuwa tuko naye mm -hmm. Bobi Ogola tuchezao wa na wale masters wanake wanaojulikana wa, wa tuicheza wana wa nao wa wakati kwa hakika wa ilikuwa kwa fursa nzuri na wakati wa selection sasa wa kwenda ile Africa Cup of Nations 1986, hmm. Yule Fabish mia alikuwa amenichagua tayari lakini niva kanambia, akamwambia yule bwana kwaka, huyu hatuwezi kumchagua kwa sababu hayuko katika national league, hayuko katika super league team lazima ajoin katika super league team ndo aweze aweze aweze kuchukuliwa na time mm -hmm. Ilikuwa kwa fun dogo mm -hmm. Ni kama wewe manake ile kwa sideline tu, na wakati ilikuwa kuna opportunity nzuri kwangu na kwa watu wa coast yeah. Manake ingeweza ku shine ku represent yeah. na, na uwezo wangu ile Fabish mm -hmm. Alikuwa anajua kwa kuwa huyu anaweza chafamu lakini ukakuta Mm, lakini sasa yule Niva alikuwa na influence kubwa, yule bwana. Maana yake yeye alikuwa ameekiwa kama ni personal uh, yeah, ni mtu wa kumtembeza wak, wake anamtembeza waku. Sasa maoni yake yana nguvu, yana nguvu, manake hata katika ku recruit alipokuwa akizunguka Kenya nzima, yeye yule bwana ndio mwenye kusema huyu bwana mchukua, huyu ama mchukua huyu, mchukua huyu ala kule hali ikamalizikia namna hivyo. Lakini katika kila gemu mm, ilipokuwa yachezwa mimi niko ndani niko na Fabish tuko niko pale mm, twaangalia zile gemu, twatoa makosa, twasaidia, manake twapointi huyu ni hivi, huyu ni vile, huyu angefanya hivi. Sasa ili nikukuonyesha kwa kuwa yule senior coach ana imani mm, ana, ana, na wewe ndiye, ndiye, lakini sasa hawezi yeye sasa hawezi kubadilisha eh, hawezi kubadilisha ala kuli hali, lakini hiyo haiwezi kuzima ule uwezo wa wachezaji wa kutoka pwani, manaake ni wengi wazuri, kama alivyosema hapa Mani na Maxi. Sisi wananyuki, ile timu ilipokuwa timu yote ni vijana na wote ni stars Yeah. Hakuna mtu waweza kusema huyu basi awaharibia wenzao mm. Kila mtu alikuwa akiwajibika, kila mtu akiwajibika na kila mtu was capable. Ukimchukua yule ukimpeleka palipopote ana fit yes. Palipopote ukamchukua mimi mi, imani yangu ilikuwa ukimchukua mchezaji kama huyu ukampeleka Ulaya, ya timu yoyote ile Ulaya, atapiga boli. Kwa hivyo ukandamizaji ulikuwepo na ilikuwa ni juu <tutu> <hali> <tutu> ya wale officials wetu. Kisha ala, kisha alafu ilikuwa kama ile Harambee Stars ni kama kitu cha binafsi sasa, yeah, ya watu uh, kabila fulani ama watu fulani mm, peke yake wanaangalia mm. Maanake hata kama katika gormaya gormaya kulikuwa na wachezaji wazuri, lakini utaona walikuwa pia wakikanyakiwa wakikanya mm, watachaguliwa wawili watatu, wengine wana onaachwa inakuwa maana ke ile ile politics katika zile katika ile administration, administration iko hali ya juu inaharibia watu. Mimi nimecheza kule Ulaya, tumecheza hizo Sunday league mm -hmm. timu zetu tu hivi hivi za namjua mani ya soma skuli fulani Max huyu asema ha ha watu wote to, to, kutoka Kenya mm -hmm. Tutengeza timu tukienda kucheza zile league zile za Sunday league, asema nyinyi mtoka wapi? mbona mchezo wenu si eh, maana yake mcheza mwacheza mpira kama watu ambao wako kwenye Premier League hapa, ama pengine atakupita wachezaji wengine, lakini hivyo ndio hali sasa. Wajua ile kukua, we ubahatike, umeonekana, umechukuliwa, umekuwa recruit, mambo ya yak Mwenyezi Mungu. Lakini kimchezo mimi nakwambia wananyuki chasikia hapa simbali na Wananyuki hata timu zingine kama Wanderers, chasikia Ngome mjini Mombasa, mjini Mombasa Nyundo, Congo Boys mm. uh, wote na talent za kutosha. Hata sisi, mimi nakwambia tunaweza kutoa national team kutoka hii coast wenyewe, tunaweza kutoa national team wenyewe mm. si kwakuwa ko na uwezo Iko. Hilo ni tatizo ambalo tangu zamani tuliliona lakini tukawa hatuna wenye kutusemea au wenye kupeleka ninino kilio kama hichi mbele. Maxi, sijui una mifano gani ya matatizo ya ja wakati wetu, matatizo ya ule wakati wetu wa hasa hasa kwa wachezaji wa pwani hmm. Ni kama alivyosema ndugu yangu Jabu, ni kwamba ni vigumu sana mchezaji wa pwani kucheza timu ya taifa, vigumu sana Utatolewa sababu nyingi sana maanake, na wale waliobahatika kucheza timu ya taifa kama akina Abdul Kadir Fara, uh, Ali Sungura, hao mamoja basi. Hao wote ukiwatizama zile nafasi walizozipata walipata kwa shida sana, kwa shida sana, kwa kuwa wale wenzetu ambao wale viongozi wa ngazi za juu sana sana walikuwa wanaangalia upande ule wao wa Nairobi, upande ule wa Kakamega, Kisumu, sana walikuwa wanaangalia huko, lakini huku kwetu hawakuweza kuangalia. Lakini jambo moja ambalo mimi nilifurahisha ni la yule marehemu Kosa Fabish alipopewa ule wadhifa, kwa sasa we ndio koti chagua timu, haku haku hakuwa na mtu ambaye anampinga, isipokuwa aliwahi kutembea huku pwani na naam, aliwachukua vijana wengi ambao kama huyo Rick Solomon alichukuliwa na Fabisha akichezea timu ambayo ilikuwa inacheza division ya chini kidogo, ambapo ilikuwa na anafanya kazi na inakumbuka kama nimekosea Starfish ile ya hoteli ya Ukunda Kwale. Alichukuliwa ambayo si ile lazima eti ucheze, maanake ukiwa naam, fikira iliyokuweko ni kwamba usipocheza kwa Gor Mahia au FC Leopards wewe huwezi kuchukuliwa labda ucheze Tasca. ukicheza Tasca ndio kidogo una nafasi ya kucheza national team. lakini hizi timu tatu usipocheza wewe bwana hata ukacheza mpira kwa kiuno wewe huwezi kwenda huko uwezi kuchukuliwa kabisa alafu pindi pili kulikuweko kuna mashindano ya kila mkoa kila mwaka sijui alikuwa anaitwaje ya ya timu ya kutoka mkoa wa Nairobi wakati kutoka wapi kutoka wapi hiyo ilikuwa ilikuwa ni fursa nzuri sana wa ku scout wachezaji na, lakini sasa kwa hivi sasa mi naona kocha apewe uhuru, atembee. Kama huyu alieletewa hivi sasa, wamwambie bwana wewe sisi tuna umekuja Kenya, Kenya umekuwa timu ya taifa eh, sasa wewe ligi zetu ni hizi mpaka hapa sasa, wewe mwenyewe sema unataka kwenda wapi leo kwenda wapi leo uchague wachezaji ambao unaona watafaa kwa kutuwakilisha sisi hapo itakuwa jambo zuri sana na ina uhakika sehemu kubwa ya wachezaji tutakuwa kutoka pwani tuna kitu kidogo tu ambacho kinatushinda sisi nguvu hicho tu kwa hiyo nesi kama tutapata mazoezi ya kumtia ule mwili wako nguvu wallahi tutakuwa wachezaji mzuri sana hicho tu, maanake mm -hmm. tunajua kucontrol, tunajua kutoa pasi, tunajua <coughs> kufanya nini So, sasa hivyo ndi vitu muhimu sana katika katika uchezaji. Maoni mazuri sana Maxi, shukran sana, shukran. kwa kutuangazia hilo tatizo. Tusikize matatizo ya wakati huo mani Bakwero, kwa nini hukuchukuliwa national team? Na sisi tulikuwa sote twaridhika mm -hmm. na uchezaji wako tu, watu wauliza uwanjani wa watu wenye kuchagua, wamwangalie huyu akigawanya mpira bana, maana ulihisi mulu, vipi wakati huo? Hakika ha, mimi pia nilikuwa naucheza mpira na nayo nafasi ya, lakini kulingana na hali ile niliyokuwa nao ya kutoweza kutoka mm. kwenda nje, nilikawa ni kupata fursa hiyo, kwa sababu wakati KTM tulipokuja tukacheza nao mm shaona mm. waliona ile talent atna na wakaweza kuchukua maplayer kadhaa kutoka timu, lakini walibahatika maplayer kama watatu mm. ya mafara <inaudible> golkipa <inaudible> matano <inaudible> na Sudi. Sasa ule wao kan lazima mimi niendelee na fika chek lakini, sasa mimi pia wakati ule niko na majukumu ya familia sikuweza kutoka kwenda kupata mpira, lakini ningekuwa nimekwenda huko pia, pengine ingekuwa ni mmoja katika mamlea wa mataifa. Lakini kama alivyosema hapa ni kwamba pia kulikuwa kuna ubaguzi, kwa sababu kulingana na talent ile lo, mtu kama Jamal Farah aliweza kushaini kwenye Premier League na ktm kina dao kina mm. Masiga walikuwa wafurukuti mm. shona mpaka mm. Afrika kule, wenyewe asema huyo kijana eh, lakini sijui kwa nini pia hakupaa nafasi mm. shona mm. lakini yeah. ni ma, ni national material ile yeah. yeah. Ngoma alikuwa wakipiga fara mm. watu wote mm. walikuwa wakiridhika mm. mm -hmm. lakini sasa ni kama hivyo inavyosemekana kwamba kulikuwa kuna ubaguzi fulani ambao wa waendelea, ndio shona. Ama iko, ni sababu eh, iko eh. Eh, haja sasa pia sisi tuchangamke upande wetu wa kuona vipi tutafanya mikakati kwenye kama KFF ya hapa ya Kwale na nini, iwe tutakuwa na sauti moja na hmm. Pia kuwe na mikakati ya kuona kunaundwa timu za yuthi yes. Ambazo zitakuwa representative ili talent ionekane mm. kule national. Kwa hiyo yeah. yeah. yes. utaratibu lazima ujengwe kimisingi ushaona yeah. Ya kwamba uh, federation ya Mombasa inaunda timu za youthi under 16 ama under 18 hata, mm. kama nyingi hatuwezi, lakini kuwe na under 20 18 mbili mm -hmm. Ambazo zitakuwa supported na boosted, ushaona zipate mm -hmm. kuonekana koneka. mm -hmm. yeah. Sasa kwa Coast province tutaweza kubuni hizo ushaona, Kwale, Mombasa, Malindi, Lamu uwe na hiyo utaratibu wa kuona kuna competition kati yao yeah. mm -hmm. ili zile talent zionekane, fanye selection ushaona, katika hiyo coast mm -hmm. wa exposed pengine Ronald sitatoka. mm -hmm. Na kama unasema talent iko hapa. mm -hmm. na kama kuna upungufu kama Max anavyosema pengine, sisi mpira tuocheze, lakini hatuna nguvu. Ni kuona vipi sasa watoto watakuwa boosted physically. Kwa hiyo ni mikakati tu, ni kwamba watu wachangamke sasa, kama mm -hmm. tulikuwa tumelala, tuamke yes. Unashona? yeah. Lakini talent iko, ni msukumo na himizo kutoka kwetu pia tuone vipi tutawahimiza vijana wapate, mm. kuchangamka, uchezwe mpira wa kuonekana. Sawa sana. Oh, Mani Bakwero, tuangazia, ingawa wewe umepiga hatua zaidi ya mbele kueleza future ambayo ndio yetu. Pengine Mwenyezi Mungu ametujalia chombo hichi Iko Wapi Zamani ije iamshe hisia za watu wajione kwamba wao wanatakikaniwa wawajibike, sasa si kukaa au siku kaa tukalalama siku zote, yaliyopita yaliyopita yashapita.